Watu wengi wa Mungu wametolewa kwenye mpango wa Mungu kwa kusikiliza ushauri wa wasio haki. Biblia inasema, heri asiyekwenda katika shauri la wasio haki. Wasio haki ni watu ambao hawamtii Mungu. Si kila mtu unayepaswa kumsikiliza na kumfuata. Haijalishi anaongea nini, angalia kama anamtii Mungu. Mtu yeyote ambaye amtii Mungu, maana yake yuko upande wa yule mwovu na hana hasara. Yuko tayari kuoana na mtu yeyote, wewe ukifuata tu yeye anavyotaka, yuko tayari kuoana na wewe na mtu ambaye yuko tayari kupokea chochote, hilo ni jalala, uko kwenye matakataka, unapokea chochote. Mtu wa Mungu hapokei chochote, afanyi kazi yoyote, akai popote, aitiki chochote, afuati chochote, anapima roho kama inatokana na Mungu. Sasa lazima uwe makini. Mtu ambaye yuko tayari kulala na mtu yeyote, huyo mtu ana madhara ndani yake. Kwa nini ana ujasiri wa kulala na mtu yeyote, wa kuoana na mtu yeyote? Lazima ana tatizo. Mtu wa Mungu anachuja watu, anachuja anachokisikiliza. Heri, maana yake amebarikiwa. Kinyume chake, ukisikiliza mtu yeyote bila kuangalia kama ni mwenye haki, anamtii Mungu, maana yake umelaaniwa. Na watu wengi wamevutwa na hiyo Nimekwambia, haijalishi atatumia nini, kama ni asiye haki amtii Mungu, maanake yuko kwa yule mwovu, atavuruga mambo yako. Watu wengi wamesikiliza ushauri. Unaomba ushauri kwa mtu ambaye ametoa mimba, unategemea atakushauri nini? Unaomba ushauri kwa mtu ambaye anagombana na mwenza wake, unategemea wewe atakupa ushauri gani? haja zenu na zijulikane na Mungu, Biblia inasema hivyo. hakikisha unamshirikisha Mungu kwenye mambo yako. Mungu atakuletea Ibrahim, atakuletea mtu ambaye anataka wewe umsikilize, atakufundisha kwamba huyu ni mtumishi wangu, msikilize, atakuongoza ukitulia na kumshirikisha Mungu haja zako, atakuelekeza pa kupita na cha kufanya. Ndiyo maana neno linasema, neno langu, neno la Mungu ni taa ya miguu yako na mwanga wa njia zako. Maana yake vipo vitu shetani ameficha kwenye giza, vitu vibaya ambavyo ukienda bila neno utavikanyaga, vitakudhuru. Kwa hiyo neno linamulika kwamba hapa kuna hiki shetani ameficha ili ukanyage, uhudhurike, unakwepa. Ndiyo maana anasema usi, usiache mguu wangu usogezwe, asiuache mguu wako usogezwe. Maana yake usiende, usivute upande wowote wa yule mwovu.